Leo tumekuja tena kuzinduana akili, natakiwa kila mtu ajue, hasa vijana, ya kwamba hizi dini zetu na haya madhehebu ambayo tumeletewa ni kama vile vyama vya siasa. Ndo kila chama kina katiba yake na sera zake, ndo unaona kila mwanasiasa anajitahidi kuzinadi sera za chama chake ili kuwaonyesha watu kwamba sera zao ni nzuri na, na, na ni namna gani zitakuwa na manufaa makubwa katika jamii za watu endapo watu watazipokea na kuwakubali wao. Kwa inatakiwa na sisi ambao tunatumia akili zetu, ambao hatujafungwa akili, tuangalie sera za hizi dini zetu kwamba sera hii ina manufaa gani na sisi nazichunguza sera moja moja. sera hii ina manufaa gani na sisi? sera hii ina manufaa gani na sisi? Sababu kuna sera nyingine za kutushika akili na kutuibia pesa zetu. Hivi mfano, mtu yeye kazi yake ni kuja kuongea ongea pra pra, alafu anakuja kukusanya pesa zetu zote, na sisi hatuna akili, tunamfanya mwenzetu mtajiri, sisi tunaendelea kuburuza mikia, yeye anatufanya sisi ni wajinga, alafu kwa maana na matatizo, yeye anatuombea natuambia sisi tumaini letu liko juu, Yesu anatutosha, tumaini letu liko juu. Yeye akiwa na matatizo tunachanga tuna mpaka senti ya mwisho, akiumwa tunamchangia akatibiwe nje, akitaka gari tunamchangia, yeye mwenyewe anakuwa tajiri, sisi tunafanya ujinga. Tuangalie hizi sera, tuzichambue sera moja moja, tuzishike akili au kuna sera nyingine, kwa sababu mimi nimeamua kuongoza wenzangu katika mambo ya, ya Mwenyezi Mungu, mfano eti ndo unaambiwa hakuna kuoa mpaka kufa kwako, au hakuna kuolewa mpaka kufa kwako usi ujinga. Sasa hata ukitafuta hizo pesa au ukipoa hizo hela unamtafutia nani? Kwa kuna sera ziko nyingi, mbovu, mbovu. Leo tumeongelea sera hizo lakini zipo sera nyingi mbovu ambazo hata ni aibu kuzitamka, kwa hiyo tunatakiwa tuchunguze hizi sera takiwa tuzinduke, tushikwe akili hasa vijana. Unakuta kijana hafanyi kazi yeni, uko kushikwa akili kwenye majumba ya ibada. Jamani vijana, sana sana vijana, tuzinduke. Wanatufanya sisi ni vitega uchumi vyao, si tuwakusanyie hela ndani ya wiki tuwapelekee. Huu ni upumbavu.